Kwa ajili ya kusikiliza maneno so maana e, yeah, na mimi wananichukua kama <laughs> yes, yes, najielezea ah. <laughs> E, nashukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi. Uh, ni kweli kwamba tumeingia katika makubaliano na wenzetu wa Mainstream Group pamoja na Nexus Pesa. Utaratibu kama tulivyosema, utoaji wa kadi za Simba unazingatia katiba yenyewe ya Simba kwa maana utaratibu utakwenda vile vile katika mchakato kuanzia katika ngazi za matawi uh, na kuja mpaka uh, makao makubwa kwa ajili ya kupata hizo kadi. Kila mwanachama ambaye atafanya enrollment hiyo ataipata kadi yake katika eneo lake kwa utaratibu ambao tutakubaliana, kwa sababu kuna makampuni mengine ambayo tunaendelea na majadiliano nao kwa ajili ya kufanya delivery ya hizo kadi. Zaidi ya hapo kwamba ni wakati muafaka kwa wanachama uh, haswa kwenye ngazi zile za matawi, kwa sababu tutaanza na usajili wa matawi muda mfupi kuanzia sasa, ili matawi yale yawe registered, yaeleweke yalipo na viongozi wake, na tutaleta documents ambazo zitakuwa zinaainisha sasa orodha ya wanachama katika hayo matawi na ili yawe matawi ambayo yanaeleweka, sio tawi ambayo mtu anatembea nalo mfukoni anasema mimi mwenyekiti au katibu wa tawi ambalo halijakuwa limesajiliwa. Target yetu uh, kadi ya mwanzo itakuwa ni siku ya tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Tunafanya hivyo kwa sababu kuna mambo mengi na taasisi nyingi ambazo zinatakiwa kuhusika kwenye maandalizi ya utoaji wa hizo kadi. Ilikuwa ni muhimu sana kuwatangazia utaratibu huu ili wale ambao tumewapa majukumu watakapokuwa wanawasiliana na taasisi zinginezo basi wawe ni watu ambao wamepata idhini ya klabu na tumetangaza kwamba tumewapa idhini. Si rahisi kuwaambia Nexus wafanye utaratibu wa mchakato wa kadi au kuwaambia Mainstream watengeneze mfumo wa uendeshaji Uh, wanachama idhini, na kadhalika bila ya kuwa wamepata idhini inayotambulika na uadilifu wa watu ambao tunashirikiana nao na ni jambo la wazi na mchakato ulienda kwa mujibu wa taratibu za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana, labda kama ulivyosema, uh, nitaomba ulizie tumkaribishe mwenzetu wa Nexus kama anayo la kusema na Mainstream group wanalo kusema then kama kutakuwa na maswali. Swala linalohusu yes, idadi ya uh, wanachama wanaotakiwa kubebwa katika kila tawi kwa sasa inasema ni mia mbili na hamsini na kuna kiwango cha chini ambacho kilikuwa ni hamsini. Kwa hiyo tutakaa na kuona namna gani ambavyo tutarekebisha kuwa na namba na na ya tawi, katika tawi, na nadhani utaratibu hu utawaelewesha uh, wale wanachama wa zamani ambao walikuwa na kadi zao wengine bado wanazo katika possession yao, wengine walipoteza. Kwa hiyo tutakachofanya wakati, wakati anaaa kuomba kadi mpya atajaza na kadi yake ya zamani, tutaangalia kwenye leja na atarudi kuwa na namba yake ile ile ya zamani, au kwa namna ambayo tutakubaliana, uweza ku, sababu haiwezi kuwa mwanachama aliyekuwa na kadi tangu mwaka sabini na themanini na tisini ile kadi yake ifutike. Kadi yake itaendelea kuwepo kwa kuingizwa taarifa labda za ziada tu, sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia na kadhalika. Zoezi hili kwetu sisi lina faida kwa sababu itakuja kuuisha wale ambao walikuwa na kadi wakazipoteza na zikua waitolewe tena, wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa na kadi, kadi mpya na kuboresha pia. Kuna wengine wanachama wa Simba sasa hivi wamekufa walikuwa wanachama, wengine wali, wamehama na kadhalika. Kwa hiyo itatusaidia sana ku improve kuwa na records, na takwimu sahihi zinazohusu wanachama wapenzi na washabiki. Licha ya kweni, tuna mahitaji makubwa ya wanachama ambao wanapenda kujiunga na klabu yao zaidi ya milioni mbili na tulifanya hiyo testing. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakapoanza tutaweza kujua kama kweli kulikuwa kuna uhitaji na kadhalika na mambo mengine yatakuja kujifigia. Sijaelewa mantiki ya swali lako la pili, lakini zoezi la utoaji kadi ni zoezi endelevu kwa sababu Simba ni taasisi inayoishi. Kwa hiyo taasisi inayoishi inaendelea kufanya kazi zake siku hadi siku. Tulisitisha utoaji wa kadi kwa miaka hiyo kutokana na mambo ambayo tulikuwa tunafikiria kuyafanya, lakini tumeona kwamba kuna ulazima wa kurudisha utoaji wa kadi ili wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao na ushiriki wao katika klabu yao. Kwa hiyo haiwezi kuwa jambo ne, ambalo litaenda kwa muda, hapana. Hiyo inakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama, ukirudi tu kwenye katiba ya Simba inasema nani mwenye sifa ya kuwa wanachama. Na ndio maana sisi kadi zetu tulishasema na tunarudia kusema tena hatuwezi kwenda kwenye maeneo ya masoko au maeneo ya mikusanyiko kuwaweka watu pale, wacheze mziki sio na nini, tufanye promotion hapana. Kadi zetu sisi tafata utaratibu unaotakikana wanachama. Ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwamfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze na sababu bwana wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali tutaangalia na tutatengenezea utaratibu wake, lakini vinginevyo utaratibu wa upatikanaji wa kadi ni ule ule. Takwimu e ya kujua wanachama wangapi Ah, sasa hiyo ni kwanza uhai wa mwanachama wa Simba unategemea na yeye ku comply na yale masharti ya wanachama ambayo mojawapo ni kulipa ada. Haijawahi kutokea wakati kwamba kadi ikawa na expiration kwamba hii itakuwa valid mpaka tarehe fulani, hapana. Kadi zitakuwa na hadhi yake ya kuwa mwanachama kwa muda wote. Lakini ili uwe mwanachama hai ni lazima ulipe ada. Uyo, uyo ilo, uh, kwa huyo ambaye alikuuliza swali hilo, kwa bahati nzuri tu wewe ukwai kuwa umefahamu. Wanachama wa Simba unakuwa hai pale unapolipia ada na unapokidhi masharti yote yaliyowekwa kwa mujibu wa masharti ya wa wanachama. Na ili tuweze kuwa sawa, tutaielekeza management leo i post ile sehemu ambayo inaelezea nini masharti ya mtu kuwa mwanachama wa Simba Sports Club ili kila mmoja awe na uhakika au anaona kuna wengi ndio wanaweza wakawa wana kadi lakini kuna wengi hapa wanapiga porojo tu, hata hiyo kadi hawajawahi kusikia iko <tutuafu> <tutuafu> <tutuafu> mkata mkataba upo, na tutaeleza manufaa ya mkataba na masharti mengine ya mkataba, lakini kwa sasa tuelewe tu kwamba kampuni hii inayo imepata haki hiyo ya kushirikiana na Simba. Kwa hiyo ukomo wa mkataba utakuja kuzungumzwa, na kuwa na kampuni hii haimaanishi huko baadaye hamna, mabadiliko mengine yanaweza kutokea. Kampuni zina, zina uhai wake na zina mambo yake, lakini Simba itaendelea kuwepo kwa sisi tulioko huko sasa na hata wengine watakaokuja huko baadaye. Sasa hatukusema kwamba lazima leo tuje kusema kila kitu ili na sisi tuwe na muda wa maandalizi. Nadhani umenisikiliza nilichosema mwanzo kwamba tumewatangaza hawa kwa sababu katika uandaaji wao watahitaji kuwasiliana na mamlaka za serikali, kuwasiliana na wanachama, kuwasiliana na wadau wengine. Kwenye hiyo kadi kutakuwa na added value items, kwa maana labda pengine tunaweza tukafikiria kwenda kuweka mambo ya ruku, kuweka gesi, kuweka nini, ili mwanachama sasa asiwe na kadi ishirini mpaka wale tina tuna inaonekana yule jamaa kama ameweka mzigo, kumbe makadi matupu bon. Kwa hiyo inaweza kuwa kadi hiyo moja ikabeba vitu vingine tena. Kwa hiyo nadhani tumewatangaza, zumuni rasmi ni kuwatambulisha kwa umma ili waweze kujua kwamba hawa ni watu ambao tuna mkataba nao, ili kazi zao zifanyike katika misingi ya kueleweka. Sisi hatufanyi mambo ya ya kuficha ficha na nini, hii ni taasisi ambayo inajiendeshwa kwa uwazi na ukweli.